m inasema kesi ya Chadema itasikilizwa tarehe 30 Oktoba, kwa maana hiyo siku moja baada ya uchaguzi. Kwa uamuzi huo, kwa huo uamuzi ni kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi. Sasa si si, sijui wananchi wa mawazo gani kuhusu swala kama hili Sijui wananchi walikuwa na mawazo gani, lakini mimi hapa nimeshaamua. Mimi nasema yeye, rais Samia, kama anasema Chadema wasishiriki kwenye uchaguzi, Rais Samia asije hapa Butiama kuzuru kaburi la mwalimu Nyerere, asije, kwa sababu uamuzi kama huo wanapingana na kila kitu mwalimu yitaza alichokuwa na anasimamia.